Nganzia leo mimi ningasimama na wewe mpaka ukuwe ghaba na ukatanika 2027. Don kwa mtadi mrembe. Sasa mimi nataka niulize nyinyi swali moja. Wakati wa Paranya alikuwa ghaba na hapa, Siali tujengea soko, sasa tunetea taa. Akaanza hiyo barabara ya kwenda Malava. Imeisha? Imeisha? Huyu kaenda panga na amekaa ofisi miaka ngapi? miaka yeah, tatu kuna kazi amefanya? Yeah, ati kazi anatufanyia ni kuletea mtu akupika pasi nywe, yeah, anaenda saluni anapaka, yeah. Na huyo jamaa alikuwa huko na hakuleta pesa ya kumaliza hii barabara. Mtu kama huyu anaweza kazi? Mtu kama huyu anaweza kazi noti ya Malava, headquarter ya Kabras iko na soko, iko na maji, iko na choo. Mutu kama huyu anaweza kuja kuambia mchakulia kiongozi. Si anataka tu kukula pesa yetu ya CDF. Kazi. Anataka kuuliza nyinyi. ela aoraaeaa anlangeai amana Alafu huyo mtu anasema awalete mbunge. Mtakubali? Mtakubali? walisema wanataka kusimamisha mimi nisingie box, kwa sababu mimi ni kiongozi wa Nurses Union lakini ndakwa huyo, mnasikia? Yeye pato ni mzie. Kama yeye atapitishwa huko kuingia debe, tutakutana nayo mundu huu, kwa sababu wewe huwezi kuwa unakula mshahara ya serikali na unataka kuwa mbunge, si ndio? harambee